na Mungu wa kubariki studio, walete meza wachungaji pia tulioku upande huu, tafadhali tungani na baba yetu Mwangalizi, wachungaji wote, wazee wa kanisa na viongozi wa idara, tungani na wachungaji hapo katika kutolea Bwana sadaka.

Meza katikati, karibu karibu, tumtolee Bwana sadaka. Meza zote zapo katikati mpaka kule mwisho kabisa, karibu, tumtolee Bwana sadaka ya shukurani. Unamshukuru Mungu kwa ajili ya mke wako, unamshukuru Mungu kwa ajili ya watoto, unamshukuru Mungu kwa ajili ya ndoa yako. Watu wengine walitamani wali, wali, wali kuwa na maisha hayo uliyonayo, lakini hawakuweza. Kwa neema ya Bwana Mungu amekusaidia, usimnyime Mungu sadaka ya shukrani letu Bwana sadaka nzuri kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Ongeza kidogo studio hapo. Asante sana, shukuru ni Bwana alitie jina lake. Baada ya hapo tutakuwa na wimbo maalum kwa ajili ya wanandoa na tutacheza pamoja na wanandoa wote. Endelea tu kuleta sadaka yako tunapoenda kumalizia, hmm. kama bado yuko mwingine anakuja, leta tu hiyo sadaka yako. Bwana akubariki sana kwa ajili ya sadaka uliyoitoa na Mungu akakuongeze zaidi. Mwishoni tutakuwa na maombi maalum kutoka kwa mwangalizi wetu akiziombea ndoa zetu. Sasa, mabibi na mabwana, kinachofuata haleluya. Tusifiwe. Ah, kabisa, ninajisikia kumshukuru Mungu sana mno mno kuliko ambavyo ningeweza kutamka kwa maneno, ila bwana ajuae silini anaujua moyo wangu. Ninawashukuru sana wanandoa ambao mmeitikia kufika mahali hapa na kuwa pamoja na sisi tukayasikia na kujifunza mambo haya makubwa ya Mungu wetu aliotuanzishia katika misingi ya ulimwengu. Mungu awabariki. Wa tunatambua ya kwamba liko neno limepandwa. Na kama ambavyo uh, nafikiri sijazungumza na ninyi nilikuwa nazungumza pengine. Ni maono yetu kwamba jambo hili la usiku wa ndoa hatukulipanga tu labda yamkini kwa kuiga mahali popote. Nakumbuka tukiwa kwenye maombi tukiwa na mama angu, mama mwangalizi kama kamati, ndivyo Mungu alivyotuelekeza. Lakini tumeona Mungu akituongeza anaanza kuyaboresha yale ambayo tunatakiwa kuyafanya kwenye hili jambo. Miaka miwili iliyopita tumefanya kanisani, mwaka huu tumetoa namna hii ukumbini, lakini inawezekana mwakani tukawa na kitu kizuri zaidi. Tuwaombe wapendwa waume zetu, akina baba mjengo tunaowapenda sana, tunaowaheshimu sana, tukija na jambo lingine mwakani ya mkini kubwa ambalo litaboresha katika hapa tulipofanya, mtutie moyo. Mnajua hata sisi tukisema tunatoa sadaka WWK mifukoni mwetu pia tunatiwa moyo na ninyi kabisa. Nyie ndio mnatusaidia, mnatuwezesha. Najua msipoturuhusu sisi ku kushikamana na idara na utendaji kazi wote unaoendelea hatuwezi kufanya, lakini kwa sababu nyie, akina baba, nina shuhuda za wanaume wengi wakezao, tukiwa na mkesha wanaruhusu waje na watoto wao. Nina shahuda za wanaume wengi wakezao wajawazito kabisa, wanawaruhusu wanakuja hata kwenye kambi. Lakini na shahuda za wanaume wengine wanabaki na watoto, wanahudumia wale watoto, wakezao wamewaruhusu kwenye maombi haya. Ni matokeo ya yale maombi ambayo wakezenu walikuwa wanawaaga Ninaomba tu niombe wito kwenu, endeleeni kuwaruhusu wake zenu. Yako mambo makubwa Mungu anatarajia kuyafanya, si kwenye section, si kwenye kanisa tu, lakini kwenye familia zetu. Mungu wa mbinguni awabariki. Mwakani tutakuwa na mtoko amazing, wengine mkisikia mtutie moyo, na nahisi wewe utahitaji fedha sasa, mkisikia kuna fedha. Naona hapa tumeonja tu, naamini kabisa tutafurahia. Bwana Yesu asifiwe basi Tuonyeshe tu ushirikiano. Lakini kwa namna ya pekee pia nimshukuru mchungaji Jesse, Mungu akubariki, umefanya usiku wetu wa wanandoa kwa mzuri sana jamani. Wangapi wanakubaliana na mimi? Amekafanya kashughuri kamekuwa katamu. Bwana Yesu akubariki mchungaji, tumejisikia vizuri, na hata wakati mwingine tutajisikia kuwa na wewe tena vizuri zaidi, kwa kuwa tunaamini Mungu atakuwa amekuongeza tena. Uh, utakuwa unatuburudisha zaidi na zaidi ya vile umefanya leo. Wa mbinguni awabariki. Nawashukuru watu wote wadau wote ambao umetoa sadaka zenu. Kuna watu yamkini, haujui event imekuwaje. Tuko na watu wametoa sadaka zao kwa ukubwa. Tuna wanawake ambao wametoa sadaka zao. Zile tulizokuwa tumekubaliana, kwa ukubwa na kwa udogo. Haya ndio ambao Bwana alitujalia kuyafanya kwa mwaka huu. Ninaomba radhi kwa maeneo yoyote ambao utakuwa hujajisikia vizuri, yamkini na matarajio uliokuwa unatarajia tumefanya hapo, tunaomba radhi kwa lolote ambalo halijaenda vizuri, lakini tunamwamini Mungu panapo majira mengine mwakani, majira haya tutafanya vizuri zaidi, kwa sababu Mungu wetu ni wa kuongezeka. Mungu wa mbinguni awabariki. Makofi mengi kwa nafasi hii. Ni mwombe Baba Mwangalizi ili aje aseme neno, waombee wanawake na wanaume hawa mm. yamkini kuna watu bado wana majeraha kwenye ndoa zao yamkini kuna watu wana lile na lile. Kwa mafuta yako baba, nami nikiomba kwa Mungu atasikia, akawaguse wapate kupona na wapate kuinuliwa mioyo yao. Karibu studio baba. mlete baba mwangalizi ba <muchos> Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, wachungaji, wamama wachungaji, viongozi wetu kutoka jimbo ambao wamehudhuria katika fulahi E, ningependa kwanza kuomba kwa wachungaji wote ambao wako mara hapa, kwa nafasi ambayo nimepewa kwa ajili ya kuwatakia baraka wanandoa wote ambao wamefika mara hapa, na yamkini mwingine ndoa yake bado iko katika hali ya hapa na pale, basi Mungu ataingilia kati. Niombe wachungaji waje wasimame, mkononi line up hapa, kila aliye mchungaji ili tuweze ku tamka maneno kwa pamoja, wakati na tamka kwenye, kwenye maiki na utakuwa umeungana na mimi. Karibuni sana wachungaji, kila mchungaji aliyepo mahali hapa. Tafadhali niwaombe. E, tufike kwa haraka kwa sababu ya kutunza muda, tuweze kwenda vizuri, na wakati mnaendelea kuja, naomba nitoe shukrani zangu nyingi sana kwa mkurugenzi wetu e, Asia Kionde pamoja na jopo lake lote na pia nitoe shukrani nyingi sana sana sana kwa ajili ya viongozi wa makanisani ambao wametoa ushirikiano kemkubwa na kila ambacho walikuwa wakipanga na kukisimamia, nimeona ni wakisimamia vizuri. Section yetu inakwenda vizuri sana, lakini pia jimbo linajisikia vizuri, kanisa letu la TG linajisikia vizuri, taifa na mambo haya yanatengeneza mwili wa Kristo, maana haleluya yanatengeneza mwili wa Kristo, yanatupa kufahamiana, lakini anatuongezea ujuzi zaidi. Ninaamini mwakani majira kama haya, mkurugenzi, Bwana endelea kumpaka mafuta na kumlinda na kumtunza na timu yake, pamoja ya na jopo lote. Mwakani ni zaidi ya mahara hapa, ni zaidi ya mahara hapa. Namfahamu huyu mama na najua utumishi wake, lakini pia nitoe ni shukurani nyingi kwa ajili ya wachungaji ambao tuko pamoja nao na wamekuwa waaminifu kwa ajili ya kuachilia wake zao e, kuungana na idara hii na kufanya kazi kwa ushirikiano. Na pia nitoa shukrani nyingi sana kwa wachungaji pia, hawakutunyim, hawakutu, e, kwa kwa kuwasapoti katika ile michango walioiomba. Na niseme kama mwangalizi, section yetu ya njia njia nne na itafanya vizuri na kwa ubora zaidi, kuanzia kanisa mara pamoja, kiseksheni, kijimbo na kitaifa, na tunapenda tufanye mambo makubwa, na wenda tunakokwenda kule mbele, seksheni hii tunaweza tukajipatia hata usafiri wa kwetu, badala ya kuwa tuna kodikodi msafiri namna hii. Uwezo tunaweza na niwarudie wanawake wenye nguvu wa mama, tunaweza tuwezi, tunaweza tuwezi, nikiunganisha nguvu hii kuzuruisha makanisani pamoja na wachungaji, tunaweza tukafanya vile Unajua, maendeleo ni kila section inavyotaka kujitahidi na kufanya, jamani, haleluya! Lakini pia mwisho, ni mshukuru sana mama Mwangalizi, ambaye kweli mke wangu hajawahi eh, kukosa kwenye chama, kukosa kwenda Dodoma, na mara pengine pote, anayo juhudi ile. Tuendelee kumwombea na kumtia moyo, jamani, haleluya! Mwisho kabisa mwisho kabisa, uh, niombe wachungaji tukaombe. La kwanza kabisa, tutoe shukrani mbele za Mungu kutufikisha mahala hapa, tumpe Mungu tukufu na shukrani zake. Jambo la pili, tukaombee viongozi wetu ya kwamba Mungu awape afya na uzima ili waendelee kuifanya kazi kwa uaminifu, na jambo la tatu twende tukaombee wanandoa wote, ndoa zao ziwe na upendo, zikaimarike na zikasababisha mafuta ambayo yatagusa na wengine. Naomba nikaombee, tuanze na la kwanza. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasimama mbele zako kuleta shukrani za kweli kutoka ndani ya mioyo yetu. Haya ni matendo makubwa ambayo umeyafanya ndani ya jimbo letu, ndani ya seksheni yetu kwa kuwa wewe Mungu umesimama pamoja na uongozi huu Baba, neno lako lilipofika kwenye mioyo yao maono waliokuwa nayo watu waliyapokea. Jehova, sisi tunaleta shukrani kwako kwa, kwa, kwa sababu ni wewe umefanya. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya ukuu wako na uwezo wako na matendo yako makuu ambayo Mungu umeyafanya. Zaidi ya yote, Mungu walinde watunze watu hawa wape afya njema, e Jehova wape afya ya kiroho afya ya akili kama tulivyojifunza, kwa ajili ya kazi ya Mungu katika jina la Yesu Kristo, tukafaye katika familia, katika jamii, katika taifa. E Mungu wa majeshi, tumletee Mungu tukufu, tumletee Mungu mazao mema, mbegu iliyo njema katika jina lako Yesu lipitalo majina yote. Baba tunatamka kwa pamoja, e Mungu mkuu kwa ajili ya wanandoa hawa e Baba Mungu wa mbinguni, mimina mafuta yako upya, ndoa zikarudi katika hali ya upya, kwenye upendo ukawe ni mkubwa. E Mungu mkuu, wewe ni Mungu jua yote. E Baba waimarishe, lete uzao ulio bora kwenye familia, lete watoto walio wazuri kwenye familia, wenye kupokea kutoka kwa wazazi wao, wakajifunza hekima ya Mungu na nguvu ya Mungu. Baba tukiwatakia mema, sante Mungu wetu tukuwakabisi wote mikononi mwako saa hii katika jina la Yesu, amen. Tupige makofi mazuri sana. Asante sana MC, unaweza kanipokea mike kwa jambo lingine iliyopo. Asante sana baba mwangalizi. Jamani, tuongeze makofi kwa ajili ya mwangalizi wetu kwa maono makubwa na idara nzuri inayofanya kazi. Wachungaji Mungu wabariki. Studio warudishe, ila mchungaji Kebuta tabaki kwa ajili ya yeah. Sana asante sana. Studio mchungaji, una majukumu mawili. Jambo la kwanza ni kutoa neno kwa niaba ya watu wote hawa e, kwa ajili ya watu hawa waliotuandalia tukio kubwa na la msingi sana na la furaha kama hili, wewe utazungumza kwa niaba ya sisi sote ambao tulikuwa tumealikwa mahali hapa, lakini mwisho kabisa utaweza kutuahirishia na kututakia safari njema. Karibu, ninaomba niyafanya hayo mawili tukiwa tumesimama, tafadhali watu wote unaweza tu kusimama, wakati studio naweka mziki wa taratibu. Nikimaliza tu tunapoagana, mziki wa taratibu na kwa sauti ya chini, ikiruhusu watu kuwasiliana. Mabibi na mabwana, jambo la kwanza ni kutoa shukurani zangu kwa niaba yenu nyote kwa uongozi ulioratibu jambo hili. Jamani, jambo hili limependeza, alijapendeza basi, tumpe Yesu makofi mazuri kwa jambo hili. Baba mwangalizi Deus Sabuni, pamoja na kamati yako yote, tunawashukuru kwa kuratibisha jambo hili zuri. Kupitia mkono wenu wa idara ya wanawake watumishi wa Kristo chini ya Mrs. Kiwonde, mmefanya kazi nzuri, na tunajisikia baraka sana kuwa mashuhuda wa huduma hii njema. Kwa kweli, mmeweza. Naomba tupige tena makofi mazuri ya kutosha tunapoona jambo hili limefanyika Tunajua kuna gharama ya muda, kuna gharama ya fedha, kuna vitu vingi umetumia. Sisi tunachokisema, tumefurahia na tunawaombea baraka tele zaidi. Kwa mwezeshaji wetu pale, amefundisha vizuri, tumefurahia pamoja na meza yake. Tunasema Mungu awabariki wote. MC, umefanya kazi nzuri pia, tumesikia vizuri, lakini tusiwasahau watu wa media jamani. Tukio hili lipo na NYTV na utakaporudi nyumbani au kesho weekend, ukiwa umetulia, wewe ingia tu YouTube, angalia NYTV, fuatilia tukio hili kwa umakini. Kuna matukio mengi ambayo yamerushwa. Like, subscribe, follow, share tukio hili na watu wengine, na channel iliyopendwa itaendelea kukubariki kwa matukio mbalimbali mbali hapo mbeleni. Mwisho kabisa nasema Mungu awabariki wote. Hebu naomba tushikane mikono hapo kwa roho ya umoja na mshikamano na nitakuwa nikitamka uh, baraka na kufunga tukio hili rasmi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, tulianza na wewe na tunamaliza na wewe, na kama tulivyoendelea vyema, tunapoondoka sasa, tunaomba Roho wako Mtakatifu akaendelee kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Upendo wako Mungu kawe pamoja nasi neema yako Yesu ikaendelea kutufunika na ushirika wako Roho Mtakatifu ukaendelea kusimama pamoja nasi watu tutakapotoka kwenda kusini, kaskazini, mashariki na magharibi. e Bwana, tunatamka ya kwamba mkono wako utaenda pamoja nasi na ulinzi wako wa kimungu utatufunika. Jumamosi yetu imebarikiwa katika jina la Yesu. Jumapili yetu imebarikiwa katika jina la Yesu, na wiki ijayo imebarikiwa katika jina la Yesu, na yale mambo na ratiba tulizo nazo mbele yetu, e Bwana, zitafanikiwa kwa ukubwa sana. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninatamka baraka kwa watu wako, katika jina la Mungu Baba, katika jina la Mungu Mwana, katika jina la Mungu Roho Mtakatifu, Mungu mmoja katika utatu, katika jina la Yesu, na watu wote tuseme amen. Halafu makofi mazuri mazuri mazuri mazuri Bwana akubariki sana, unaweza ukachukua vitu vyako taratibu, utakuwa ukisalimiana na watu wawili watatu, lakini kama ujaja na usafiri na kuna jirani yako anaelekea mwelekeo wako, mnaweza mkayajenga kwa pamoja, na Mungu akubariki sana. Studio, mziki mzuri wa chini na kwa sauti ya chini, ili watu waendelee kubadilishana mawazo mawili matatu. Mungu akubariki salimiana na watu wawili watatu, pita pale kwa wawezeshaji na viongozi, unawambia kazi yenu ni njema. Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki. Twende na amani ya Bwana. Bwana akubariki sana sana sana sana. Asante sana, usisahau kufuatilia tukio hili kupitia NYTV chaneli pendwa hapa mjini. Amen. Amen. Amen.